Huko, huko tunapotoka tu, kuna, kuna watu ambao tunawasikia wanazungumza mpira, ni wadau ni mashabiki, lakini pia ni, ni, ni, ni, ni wapenzi wa, wa, wa, wa, wa Simba, ni wapenzi wa soka la Tanzania. Kitu gani ambacho unakisikia zaidi kinazungumzwa kwenye huu mchezo? Uh, kikubwa ambacho nakisikia ni pressure ya mashabiki uh, kuongezeka kila kukicha, kwa sababu siku zinazidi kusogea, ilikuwa ni wiki Uh, masa, masiku, siku sasa hivi ni masaa tu mm, ambayo tunahesabu kutoka siku ya, ya leo mpaka siku ya Jumapili majira ya saa kumi. Kwa hiyo pressure imekuwa kubwa na mitazamo ya wengi wanaifikiria sana uh, Stellenbosch katika eneo zima la kujilinda. Kila mtu kimsikia wale ni wazuri sana katika kukaba mm -hmm. ni timu ambayo sio rahisi kufungika uh, ni timu ambayo uh, imekuja kwa kasi kwa sababu toka wapande uh, daraja kwa upande wa ligi kuu nchini Afrika Kusini mwaka 2019, wamekuwa na progress, kwa maana hata nafasi ambazo wanashika kutoka nafasi ya 14 msimu wa kwanza, nafasi ya kumi, nafasi ya sita, msimu wa pita nafasi ya nne, na msimu huu sasa hivi tunaishuhudia ikipambana katika nafasi ya tatu, kwa ukitazama ile progress kwa upande wa watu ambao wanajifuatilia uh, deeply uh, Stellenbosch kama wanaingia fulani hofu kwamba ni timu ambayo si ya muda mrefu, lakini imekuwa ikibadilika kila msimu na imekuwa ikijiboresha kila msimu na kufanya vizuri. Kama unafanya vizuri katika ligi kuu nchini Afrika Kusini uh, ambayo inawekeza uh, kwa asilimia kubwa fedha nyingi, ina viwanja vizuri, ina ushindani mkubwa, klabu zake zinashindana kwa levu ya uh, juu kabisa katika michuano ya kimataifa. Hebu tazama kwenye upande wa klabu bingwa, Orlando iko nusu fainali uh, Mabobi iko nusu fainali Angala shirikisho sana, bosi yuko nusu fainali. Kwa hiyo ukiangalia upande wa kimataifa Afrika uh, Kusini, klabu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa zinafanya vizuri. Okay, uh, Faraji, <coughs> katika maeneo yako ambayo huona unakuepo mara nyingi, uh, ofisini, nini ambacho kinazungumzwa kuelekea kwenye huu mchezo, uh, mchezo dhidi ya uh, uh, ambao Simba alicheza dhidi ya Almasri, tulianza kusikia pressure kutoka kwa mashabiki jinsi ambavyo walikuwa kuzungumza, uh, hii tunavuka hii tunavuka kwenye huu mchezo. Kipe ambacho umekisikia ni kwa, yani kwenye, kwenye mada moja hmm, kunaweza kukaa kuna hoja tofauti tofauti, yani mtu ambazo anazitoa kuhusu topic husika, lakini kwenye hili ambalo Simba wanaliendea dhidi ya hao South Africa, comment nyingi a, zipo kwenye namna ambavyo wanauchukulia mchezo kwamba sio mgumu kiasi cha kwamba wawe na pressure kubwa ikiwa na maana ukiangalia mchezo ambao ulipita dhidi ya Al-Masri kulikuwa kuna pressure baada ya matukio ya away kwamba pressure ikawa kubwa kwamba uje upate magoli mawili, alafu uweze kufuzu kwa sababu unaweza ukashinda, lakini usiende hatoe na ufuate kwa sababu ya idadi ya magoli kwenye dakika mia moja na themanini. Sasa kwenye mchezo huu uh, matarajio ya komenti nyingi ambazo na unapita kwenye vibanda umiza, unapita sehemu ambazo kuna watu vya mm -hmm. pikipiki mm -hmm. unaona namna gani ambavyo uzito sio mkubwa sana kwa Simba, yani ni maoni kwamba Stellenbosch hana asilimia kubwa kama Simba kupata matokeo. Sasa ni mtazamo, na huwezi ukazuia mtu kutoa maoni kwenye jambo unamuuliza, unammuoniza. Kila mtu ana uelewa wake kwenye namna ambavyo anaweza akalingamua jambo, lakini asilimia kubwa nimeona imedondokea huko. Najaribu kuelewa kupitia maoni yao, aa, kutokana na aa, profile ya timu zote mbili aa, ukiangalia Stellenbosch tangu wamezaliwa wameza elfu mbili na kumi na sita. Mm. Sasa hivi unaongelea miaka tisa. Uh, Simba unaongelea ina zaidi ya miaka themanini plus. Mm. Lakini ukiachana na miaka themanini plus, kuna vitu vingi ambavyo Simba amevifanya kwenye soka la Afrika ukilinganisha na, na, na Stellenbosch. Sasa hii inaingia kwenye vichwa vya watu wengi kwamba kutokana na Simba ambavyo tayari wameseti standard na tabia yao endelevu ya kuwa na mwenendo mzuri kwenye mashindano ya kimataifa. Hmm, inawarahisishia kuona kuna urahisi kiasi kikubwa wao kupata matokeo mazuri, lakini sasa ukija kwenye uhalisia pia unaweza ukaona namna gani ambavyo inaweza isiwe kwa asilimia mia moja kwa sababu Uh, Stellenbosch mpaka kufika hatua ya nusu fainali, maana yake ni timu ambayo haijabahatisha. Kwa hiyo wamewekeza nguvu na namna ya kucheza mechi zao mpaka hapa ambapo wamefika, sawa.